Kwa kukliki mara moja, kompyuta inazima. Je, unaweza kufanyaje mpaka ikawa hivyo? Hebu twende bwana we. Yani uh, unakuta wakati mwingine unataka kuzima kompyuta yako kwa urahisi na kwa wepesi lakini inakuchukua muda eh. Kuna laptop zingine zinazunguka kweli kwenda kuizima, au PC au kompyuta yoyote. Unakuta mtu anaenda kwenye windo, akishaingia kwenye windo anaenda kwenye sehemu ya kuzimia kwenye pawa hapa hapa, ndo sasa akisha bofya, anachagua sehemu ya kuzimia. Sasa leo nitaenda kukufundisha namna ambavyo utaweza kuzima kompyuta yako kwa urahisi. Utalaiti kriki kwenye windo yako Ukisha light click utaenda kwenye new, kisha utaenda kwenye shortcut. Ukisha weka shortcut, utataipu uh, kwa urahisi kabisa utataipu shoot down, kisha utaacha space, kisha utaweka slash, utaweka s ndogo, kisha utaweka slash, utaweka t kisha utaweka uh, Spacey, na utamalizia eh, zero, kisha utakubali, uta finish. Sasa um, baada ya kuisha finish itakuwa iko hapa, na hapo ukiklik tu mara moja kompyuta yako itazima. Lakini tutabadilisha icon ya hii shortcut, ili nitakachokifanya hapa, nitakwenda light click hii uh, shortcut yangu ya shutdown, kisha nikisha light click, nitaenda kwenye properties nikisha bofia hapa, properties utakuja hii pop, utapiga tu okay, wachana nayo hapo. Utachagua icon ambayo wewe unaitaka icon, utakuja kwenye kuchange icon, utachange icon yako, na zipo icon nyingi ambazo wewe unaweza kuchagua hapa, icon yoyote ambayo o, utaipenda wewe kuichukua, basi utaichukua, lakini mimi huwa napendelea e, icon moja hivi ehe, hii uh, Yes, hii hapa mboni nyekundu, kisha nitapiga ok, kisha nitaapply, alafu kisha nitapiga ok. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa tayari nimeshamaliza kuweka shortcut ya shutdown. Nikibofya hapa mara moja tu kompyuta inazima.